Ruvuma TV tupo kuhabarisha umma. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Saidi Mwambungu amemsimamisha kazi afisa utumishi wa Halmashauri ya Wilaya Songea Philbert Mtweve kwa kumlipa afisa mtendaji mshahara kwa muda wa mwaka moja wakati yupo jela pamoja na kuwalipa watumishi hewa nane na kuisababishia hasara serikali zaidi ya milioni 27. Huyu hapa mkuu wa mkoa wa Ruvuma Saidi Mwambungu. Nimeamua kumsimamisha kazi afisa utumishi wa halmashauri ya wilaya ya Songea, yani Songea DC, Bwana Philbert A. Mtweve kwa kosa moja ya makosa yake mengi, ni kuendelea kumlipa mshahara mtumishi wa halmashauri ya wilaya ya Songea ambaye alifungwa jela kwa mwaka mmoja, Bwana Musa Ali Bisaidi ameendelea kumlipa mshahara bwana Musa ambaye alikuwa afisa mtendaji wa kijiji na amefanya hivyo hadi Machi kichukua nashangaza ni kwamba angekuwa unape-ungekuwa mshahara unapelekwa benki hauchukuliwi, pengine tusingekuwa tungesema hii era hii ya- uh, inazungumzika, lakini mshahara wake unapelekwa benki na kesho yake unachukulika, wakati yeye yuko jela. Uzembe huu umefanywa na afisa utumishi kwana, ndio maana tumeamua kumchukulia hatua yeye, afisa utumishi, kumsimamisha kazi, ili kunusuru situation ya namna hii isiendelee wakati ujao. Ruvuma TV tupo kuhabarisha umma, jitihada zetu za mkoa kuendelea ku kubaini watumishi hewa inaendelea, na kwamba mara ya mwisho tulivyotoa taarifa juu ya watumishi hewa waliopo mkoa wa Ruvuma, tulikuwa na watumishi hewa 37 hadi kufikia tarehe 29 Machi mwezi huu, wakati tunatoa taarifa hii kule Dar es Salaam tulikuwa nao thelathini na saba. Leo wameongezeka na kuwa kumi na wawili, tumepata kumi na wawili. Kwa hiyo watumishi hewa mpaka leo ninavyozungumza ni arobaini na tisa. Kazi hii inaendelea ya kuwasaka zaidi, na kila tutavyopata tutaendelea kutoa taarifa, lakini hasara ambayo wameitia serikalini kwa kuibia serikali kwa mishahara wasiostahili, e, hadi leo wale wa mwanzo ilikuwa ni milioni 58 na leo tumepata jumla ya ya hawa, tumebaini kwamba wamesababisha hasara ya milioni hamsini. Kwa hiyo kwa pamoja, toka tulivyoripoti ile mpaka leo serikali imepata hasara ya shilingi milioni mia moja na nane kwa watumishi hawa hewa ambao kama nilivyosema sasa ni 49. Ruvuma TV tupo kuhabarisha umma. Asante sana mtazamaji wa Ruvuma TV. Kwa habari zaidi na matukio, tembelea www.ruvumahabari.blogspot.com na kwa upande wa Facebook ni Ruvuma Habari, na kwa upande wa Twitter ni @ruvumah na kwa upande wa YouTube ni Ruvuma TV. Ruvuma TV, tupo kuhabarisha umma.